Kna watawazungukia watumishi vijana kwa ajili yao, kana kwamba ni lulu zilizohifadhiwa. Watakabiliana baadhi yao kwa wengine wakiulizana. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, watasema hakika sisi tulikuwa kabla ya hapa kwa watu wetu wenye kuwafanyia upole. Famanna Allahu alayna waqana adhaba samum, basi Allah akatufadhilisha na akatuokoa na adhabu ya mvuke wa moto unaobabua. Inna kunna min qablu naduuhu innahu huwal barrur rahim, hakika sisi tulikuwa tunamwabudu kabla ya hapa, hakika yeye ni mwema mwingi wa rehma. Fadhkir fama anta bini'mati rabbika bikahin wala majnun, Asikumbusha ewe Muhammad na haukuwa wewe kwa neema ya Mola wako mlezi kuhani wala mwenda wazimu. Am yaquluna shairun natarabbasu bihi rayb almanun, au wanasema huyu Muhammad ni mshairi tunamtarajia kupatikana maafa ya dahari. Qul tarabbasu fa inni ma'akum min almutarabbisin, tema subirini basi, hakika mimi pamoja nanyi ni miongoni mwa wenye kusubiri. am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qawmun taghun, au zina waamuru wao ndoto zao kwa hili au wao ni watu waovu. am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun, au wanasema ameizua hii Qur'ani, bali hawaamini Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin, basi walete mazungumzo Quran mfano wake kama watakuwa wa kweli. Am khuliqu min ghairi shayin am humul khaliqun, au wameumbwa pasipo na kitu chochote bila ya muumba, au wao ndio waumbaji. Am khalaqa as-samawati wal ardi bal la yuqinun, au wameumba mbingu na ardhi bali hawana yaqini. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun, au wanazo hazina za Mola wako Mlezi au wao ndiyo wenye madaraka, wenye kudhibiti bisultanin mubin au wanazo ngazi wanasikilizia kwa makini humo basi msikilizaji wao aleti dalili bayana banun au Allah na watoto wa kike nanyi mna watoto wa kiume

au wanakusudia hila shari bali wale waliokufuru wao ndio watakaopangiwa hila. Am lahum ilahun ghayru Allah Subhanallah. Subhanallah amma yushrikun au wana wao Mungu asiye Allah utakasifu ni wake Allah na yote wanayomshirikisha nayo. Wa in yaraw kisfan min as-samaa'i saqitan yaqulu sahabun markum, na hata wangeliona pande la moto kutoka mbinguni linaanguka wangelisema mawingu tu yamerundikana. Dharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun basi waachilie mbali mpaka wakutane na siku yao ambayo humo wataangamizwa. yauma la yughni anhum kaiduhum shay'an wala hum yunsarun, siku ambayo njama zao hazitowafaa kitu chochote na wala wao hawatonusuriwa. wa inna lilladhina zalamu adhaban duna dhalika

Nasubiri hukumu ya Mola wako mlezi, na hakika wewe uko machoni kwetu, uangalizi wetu. Na msabih Mola wako mlezi pamoja na kusifu wakati unapoamka, na katika usiku msabih na zinapokuchwa nyota. Bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. wanajmi idha hawa, na hapa kwa nyota zinapozama. ma dhalla sahibukum wa ma dhama, hakupotoka swahibu wenu na wala hakupotoka. wa yantiqu anil hawa. na hasemi neno lolote lile kwa utashi wa nafsi yake. Hayakuwa hayo anayoyasema isipokuwa tu ni wahyi unaofunuliwa quwa, amemfundisha malaika Jibril mwenye nguvu kubwa, mwenye nguvu na hikma, na akakaa katika umbile lake khalisi la. Naye yuko juu kabisa katika upeo wa macho. Thumma Dana fatadalla. Kisha akakurubia na akashuka. Fakana qaba qausain aw adna. Kisha akawa kiasi cha umbali wa mipinde miwili au karibu zaidi. Fauha ila abdihi ma auha Allah akamfunulia wahyi mja wake yale aliyomfunulia wahi. Ma kadhaba alfuad ma raa moyo wake au kukadhibisha yale aliyoyaona. Afatumarunahu ala ma yara, je nambishia kuhusu yale aliyoyaona? Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, na hakika alimwona Jibril kwa mara nyingine kwenye mkunazi wa mpaka wa mwisho kabisa karibu yake kuna jannatul mawa. idh yagsha sidrata ma yagsha, ulipoufunika mkunazi huo hicho kilichoufunika. maza wal basar wa ma tagha, jicho lake halikukengeuka wala halikupindukia mipaka. laqad raa min ayati rabbihi al kubra, kwa yaqini aliona miongoni mwa ayati, ishara, dalili za Bwana wake kubwa kabisa. Je, mmeona masanamu Lata na Uzza na Manata mwingine watatu? Je, nyinyi mna wana wa kiume naye ana wana wa kike? tilka idhan qismatun diza huo basi ni mgao wa dhulma. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum um, wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan, hayo si chochote isipokuwa ni majina mmeyaita nyinyi na baba zenu wala Allah hakuyateremshia dalili yoyote. In yattabiuna illa azzanna wa ma tahwa alanfus wa laqad jaahum min rabbihim alhuda. Hawafuati isipokuwa dhana na yale yanayotamani nafsi zao, na hali imekwisha wajia kutoka kwa Bwana wao mwongozo. Am lilinsani ma tamanna. Kwani kila mtu anapata kila anayoyatamani?